Wakimbizi 183 kutoka kambi ya Kakuma walioahidiwa kupelekwa Ujerumani wamelalamikia kurejeshwa kambini baada ya serikali ya Ujerumani kusitisha kuhamishwa kwao hadi katika taifa hilo. Wakimbizi hao waliokuwepo jijini Nairobi kwa wiki tatu walirejeshwa Jumatano. Katete Njoroge anaarifu. Jumatano asubuhi, wa na wakimbizi 183 kutoka Kakuma ambao kwa wiki tatu wamekuwa eneo hili wakisubiri kusafiri kuelekea Ujerumani waliabiri magari, ila magari hayo hayaelekei uwanja wa ndege kuelekea walikokusudia. Wanarudishwa katika kambi za Kakuma walikotoka baada ya kuwekwa jijini kwa wiki tatu. Safari ya wakimbizi hawa ilisitishwa ghafla We wakimbizi hao wanaolalamikia hali ngumu inayoshuhudiwa kwenye kambi hizo kufuatia kupungua kwa ufadhili, wakiomba serikali mpya ya Ujerumani kubadili agizo, kuwaruhusu nchini humo. To to really taarifa like kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi ikisema walipokea taarifa kutoka Ujerumani mwezi Machi wakisitisha mpango wa kuwapelekea wakimbizi taifa hilo. Tarehe tano mwezi huu, safari hiyo ilisitishwa hadi pale watakapopata taarifa mbadala. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Naam, baada ya taarifa hiyo ya Gatete Njoroge, tunakwenda mapumzikoni kidogo. Siondoke hapo ulipo, tunarejea na taarifa zaidi.